Kweneko wakazi wa kijiji cha Katsangani, wadi ya Sabaki, eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, wanalalamikia kuhangaishwa na bwenyenye mmoja anayedai kumiliki ki kumiliki kipande cha ardhi wanakoishi. Wakizungumza na waandishi wa habari baada ya kufanya maandamano katika eneo hilo, wakazi hao wameelezea kusikitishwa na hatua ya bwenyenye huyo kuwahangaisha licha ya wao kuishi katika kipande hicho cha ardhi cha ekari 25 kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Wakazi hao aidha, wamemtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi aliyoiweka siku kadhaa zilizopita katika ziara ya pwani kuhusu kutatua mizozo ya ardhi. hapa nimekuja nina muda wa miaka thalathini na mitano nimekuja toka bado ni msitu na nimekaa muda wote nimezaa watoto wangu mpaka nimemaliza kuzaa nimezeeka lakini ninashangaa kwamba kuna mtu ametokezea anatuhangaisha akisema kwamba hii plot ni yake na muda huo wote hakuweko hakuna mtu ametupa habari yoyote tumeishi tukalea watoto wetu hii sabaki tumeishi kama nchi nyingine bila shida lakini saa hii kumetoka mtu anasema hii plotini yake, tunashangaa sana. Watu wa Sabaki, wewe bwenyenye ambao unasema kuwa hii shamba hii shamba, hii shamba nambari moja ekari ishirini na tano upande wa Katsangani ndani ya Sabaki Ward mahali ambapo ulipo, ukome tena, ukome sana. Wakati huo wewe bwenyenye ulikuwa uko wapi? Sasa tunashangaa miaka yote hiyo ambayo tumekaa hapa, hatuja uh, hatujasikia kwamba hii ploti na mwenyewe, lakini sa, uh, juzi tukasikia kwamba hii ploti ni ya mwenyewe. Sasa sijui kama pengine huu mwenyewe wakati huo alikuwa yuko wapi, kama alikuwa ametoka wapi. Sasa tunashangaa, tunahangaishwa kila kukicha, tunaambiwa tuende kwa DCC kila kukicha, tunaambiwa tuende kwa DCC. hata, hata tumekuwa hata, hata hatuna raha.